Kwa majina naitwa Colliness Seiya, ni mhandisi migodi, Tume ya Madini makao makuu. Niko idara ya leseni ambayo tunajihusisha na usimamizi wa leseni hususan za utafiti, uchimbaji mkubwa na uchimbaji wa kati. Tume ya Madini kwa ujumla ina leseni tofauti tofauti, kuna leseni za utafiti, kuna leseni za uchimbaji wa madini ambazo ziko makundi matatu: leseni za uchimbaji mdogo ambazo ni PML. Leseni za uchimbaji wa kati ambazo ni ML na SML ambazo ni uchimbaji mkubwa wa madini. Vilevile vile kuna leseni za biashara madini ambazo ni kuna za biashara kubwa na biashara ndogo dealers na broker. Pia uh, pamoja na hizo kuna leseni za uongezaji thamani ambazo ni refinery licenses, kuna smelting license pamoja na processing license ambazo ni za yeyushaji. Sisi kama Tume ya Madini tunasimamia shughuli zote hizo na hususani katika leseni, mteja anapokuwa na kitalu au akaainisha ramani ya eneo lake ambalo anataka kupatiwa leseni anafika katika ofisi, ofisi zetu ambazo kuna vitu mbalimbali ambavyo, au tuseme masharti, tunaangalia asiwe na amekuwa na hatia. Pia asiwe chini ya umri wa miaka kumi na nane pia awe ni Mtanzania au kuna leseni nyingine ambazo zinaruhusu mataifa ya nje au makampuni ya nje na vigezo vingine ambavyo vinaainishwa kwa mujibu wa sheria ya madini. Kwa hiyo ni jukumu letu kuhakikisha kila mwenye vigezo anapata leseni kwa mujibu wa sheria na kufanya shughuli za uchimbaji ama utafiti kwa mujibu wa sheria ya madini tunakaribisha sana Watanzania pamoja na makampuni kwa ajili ya fursa za uwekezaji katika sekta ya madini.